Nam um, kama unavyoona hapa ni katika dimba la New Amani Complex, sehemu ambayo majira ya saa kumi za jioni kwa saa za Afrika Mashariki wakundu wa Msimbazi Simba watakuwa hapa kuhakikisha kwamba wanaitafuta hatua ya fainali ya kombe la shirikisho, ni wao dhidi ya Stellenbosch kutokea nchini South Africa, e, mchezo ukiwa umeletwa hapa visiwani Zanzibar, na kama ambavyo unavyoona Wazanzibari hawajawangushwa na Simba, kwani mapema kabisa eh, watu wameendelea kujitokeza eh, mdogo mdogo, tayari foleni zimeanza eh, kupangwa watu wakiingia eh, katika dimba hili hapa mapema kabisa, lakini kama unavyoona pia hali ya usalama, eh, maafisa wa usalama wakiwa hapa tayari kuhakikisha kwamba basi mambo yanakwenda sawa bin sawia, kwani bila amani hakuna litakalofanyika na hakika, hali imekaa vizuri kweli kweli, eh, mambo yanakwenda sawa bin sawia barabara, zipo katika utaratibu mzuri ambao umewekwa, watu wakiingia eh, katika viwanja. Lakini si hilo tu, hamasa mashabiki eh, wakiwa wanaendelea taratibu taratibu, eh, kuja hapa katika viwanja. Hii ni siku siku kuu ya Wanasimba wakiwa wanaitafuta hatua ya fainali ya kombe la shirikisho na nikwambie tu mtazamaji wa Simba simbaa wekundu wa Msimbazi Simba wamefika hapa mara baada ya kutop ama kuongoza kundi A katika michuano hii ya kombe la shirikisho ambapo walikuwa na timu za kutokea Algeria kutokeaalgeria kutokea nchini Tunisia bila kuwasahau ao kutokea pale nchini Angola angolakund Msimbazi Simba eh, wakafanikiwa eh, kuibuka na ushindi katika michezo yao yote ambayo walicheza hapa nyumbani na kutoa sare ugenini, lakini pia wakifanikiwa kushinda pale nchini Tunisia na kufungwa mchezo mmoja tu dhidi ya klabu Sportif de Constantine kutokea nchini Algeria. Hilo liliwafanya kuna msimbazi Simba kujikusanyia jumla ya alama kumi na tatu ambazo ziliwafanya waweze kuongoza kundi A na kupangwa e, na wakali kutokea Eh, pale Misri Al-Masri na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa penati nne kwa moja mara baada ya mchezo wa awali ambao ulipigwa pale katika dimba la Suez, Wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza kwa bao mbili kwa sifuri lakini haijawahi kuwa shida kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kupindua meza, kwani walishafanya hivyo mara kadhaa katika miaka mbalimbali mbali. Mwaka 1974 ia wakienda nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika, eh, walifanikiwa kupindua meza wakiwa ugenini katika ushindi wa kihistoria eh, pale Ndola eh, nchini Zambia ambapo eh, waliofunga Mufulira Wanderers eh, bao tano kwa sifuri mara baada ya kupoteza mchezo wa hapa Dar es Salaam eh, kwa bao nne kwa bila. Hili si jambo geni, hivyo Almasri walipokuja hapa katika dimba la Benjamin Mkapa eh, Wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri bao ambazo ziliufanya mchezo kwenda katika hatua ya mikwaju ya penalti ambapo kuna Msimbazi Simba kama dao, kama dao e, na walishafanya hivyo huko nyuma pia e, wakafanikiwa kuibuka na no ushindi wa penalti nne kwa moja ni Musa Pin Pin Kamara e, aliwafanya wana Simba kuondoka vifua mbele kwa kuweza kuokoa mikwaju miwili ya penalti, lakini bila kusahau Shomari Salum e, Shomari Kapombe e, baba Esther show me the way e, akitupia mkwaju wa mwisho ama mkwaju wa ushindi mara baada e, ya historia ambayo iliwekwa pale Casablanca eh, katika dimba la Mohamed wa tano eh, ambapo Shomari huyu huyu alikosa mkwaju wa penalti katika mchezo wa robo fainali dhidi ya Wydad Casablanca eh, na wekundu Msimbazi Simba kutolewa lakini hilo alikumfanya kuweza eh, eh, ama kwenda kichwa chini katika mchezo ambao wekundu Msimbazi Simba waliwakaribisha Al Masri eh. Hiyo ndio historia fupi ambayo imewafanya wekundu Msimbazi Simba kufika hapa hatua ya nusu fainali, ambayo takriban misimu saba mfululizo amekuwa wakiitafuta lakini wakiishia katika hatua hiyo ya robo fainali, na hatimaye msimu huu eh, wamefanya vyema kwelikweli na kuifika nusu fainali, na sasa wanaitafuta fainali eh, wakunda msimbazi Simba hao, ili kuingia fainali, kipengele kinaanzia leo hapa dhidi eh, ya Stellenbosch, kutokea nchini South Africa ambapo Eh, watakuwa hapa hapa katika dimba la New Amani Complex, eh, kuhakikisha kwamba basi mambo yanakwenda sawa bin sawia, kabla kwenda kurudiana pale katika dimba la mabida eh, ama daba pale nchini South Africa. Hiyo ni hali ya uwanja kama ambavyo umeona, eh, official Kojani Fenesi Abdallah Abdallah, niko hapa kuhakikisha kwamba unapata kila ambacho unastahili. So, sasa hivi mpaka pale mchezo utakapo tamatika. Tukutane muda na wakati mwingineo, bye. -bye.